Hivi ni vichwa vya habari vya awali vilivyokuwa vinaeleza juu ya adha ya uwepo wa wafanyabiashara wengi wageni kwenye eneo la Kariakoo. Na ilipofika Januari 30 mwaka 2025, mwenyekiti wa wafanyabiashara biashara Kariakoo, Severini Mushi, akalifikisha suala hilo kwa Rais Samia Suluhu Hassan. Sisi Kariakoo, ukiondoa changamoto nyingi kuwa zimetatuliwa tumebaki na changamoto walao mbili ambazo zimekuwa zikitukabili Mheshimiwa Rais. Changamoto ya kwanza ni ushindani usio wa sawa wa kibiashara miongoni mwa sisi wafanyabiashara wa, wa, wa, wa Kitanzania lakini na wenzetu wageni ambao wamekuepo wengi kabisa katika biashara zetu, jambo ambalo linatishia nafasi zetu kama wafanyabiashara wa Kitanzania kuendelea kukua na kutengeneza matajiri wapya wajao katika kipindi kichache kijacho, Mheshimiwa Rais. Naye Rais Samia akaona haya ya kusema kuhusu swala hilo. Waziri wa biashara huko hapa kuliangalia vyema suala la wageni kufanya biashara inayofanywa na wenyeji. Kuna kipindi nilirushiwa klip, mgeni anapigana na mwenyeji Kariakoo, ngumi kabisa. Kauliza kwa nini wanampiga mtu wa watu, akasema huyu mmachinga, wameshindana huko kwenye biashara yao. Haiwezekani mgeni akawe mmachinga, vijana wetu watafanya kazi gani? Kwa hiyo waziri wa biashara simamia hilo. Februari tano mwaka 2025, Waziri wa Viwanda na Biashara Selemani Jafo aliunda kamati ya watu 15 kuchunguza swala hilo, kamati ambayo ilipewa muda wa mwezi mmoja kabla ya kuwasilisha ripoti yake. Wakati kamati hiyo ikiendelea na uchunguzi wake, The Chanzo nayo ilifuatilia swala hilo kwa undani. The Chanzo ilibaini kuwa takribani asilimia 90 ya wafanyabiashara wageni wanaolalamikiwa ni raia kutoka China. Raia hao wa kigeni wanadaiwa kufanya kazi kwa mgongo wa wazawa, yaani biashara wanazoziendesha zimesajiliwa kwenye mamlaka na wazawa ili kuepuka vikwazo vya kisheria. The Chanzo imeelezwa kuwa Wachina wana mitaji mikubwa sana, hivyo wamekuwa wakiingiza biashara nyingi kisha wanashusha bei hali na wafanya biashara wazawa washindwe kumudu ushindani. Ikielezwa pia Wachina wamelishika soko mikoani, wanasafirisha mizigo kwa wafanyabiashara waliopo kwenye maeneo hayo ambao hapo awali walikuwa wakifika Kariakoo kwa ajili ya kununua bidhaa na kwenda kuziuza. Moja kati ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya athari kubwa ambazo wafanyabiashara Kariakoo wanazipata ni bei, ni kuingia kwenye losi kwa sababu inawalazimu kuuza bei ambayo raia wa kigeni wanauza ili waweze kushindana. Wakati mwingine wanauza bei ya chini walionunua, ili waweze kuokoa fedha zao. Kwa hiyo unakuta wanatengeneza hasara na wanashindwa kurani kwa faida. Hiyo ni hasara kubwa sana ambayo wafanyabiashara uh, wa Tanzania na Kariakoo kwa ujumla wana face kwa sasa hivi. Lakini cha pili, sote tunajua kwamba biashara ni mzunguko. Kwa sababu ya wenzetu kuuza bei ya chini kupita kiasi kulingana na soko lilivyo, maana yake ni kwamba wametunyang'anya mzunguko wa fedha. Utakuta inalazimu wao tu ndo wauze na wewe uwatazame, ukisubiri kwamba wamalize, na pengine haujui watamaliza lini, ili ndo uweze kuuza na wewe. Kwanza hatuna usawa wa ushindani kwa sababu wanaingia katika, wamejiingiza kwenye biashara hii wakiwa na mitaji au kwao, wakiwa wamepewa mzigo ambao sisi tunaita malikauli, na mimi sisi tuna mitaji midogo. Kwa hiyo ushindani wa kibiashara hauwezi kuwepo katika hii biashara. Kwao mimi naathirika zaidi kwa kudorosha biashara zangu zaidi, haiendi kama inavyotakiwa kulinganisha na siku za nyuma. Siwezi kusema direct kwamba tatizo limekuwa kubwa kwa kiasi gani kwa muda gani, isipokuwa siku hadi siku tatizo linazidi kuongezeka. Ina maana tatizo lilikuwepo kwa miaka mingi, lakini siku hadi siku tatizo linazidi kuongezeka kutokana na uzalishaji ambao sisi tunasema kwamba ongezeko la uzalishaji katika nchi za wenzetu, labda China production, kwa uzalishaji unaoongezeka, ndivyo na wenyewe wanazidi kupush zaidi ajenda zao za kwenda kutafuta masoko. Swali ambalo The Chanzo ilijiuliza ni kwamba Wachina wamefikaje Kariakoo? Hapa Sabato Nyamsinda ambaye ni mhadhiri kutoka chuo kikuu cha Dar es Salaam akatupa moja ya majibu. Nchi yetu Tanzania imekuwa na uhusiano wa muda mrefu sana na China, kwa hiyo kumekuwa na mwingiliano wa miaka mingi e, kati ya Tanzania na China. Katika uchambuzi wangu ni kwamba uhusiano huo wa zamani ulikuwa Ulikuwa e, ulikuwa bezi, yani unatawaliwa na kitu kinaitwa solidarity kwa maana ya kwamba mshikamano. Hakukuwa na aina yoyote ya unyonyaji uliokuwa ukiendelea kati ya hapo, lakini baadaye China ilifanya mageuzi ya soko huria ambayo naamini sisi kama Tanzania hatujajifunza sana kutokana na mageuzi hayo. E, mageuzi ambayo yameifanya China kuwa taifa ambalo sisemi kwamba ni hayo mageuzi, lakini kuna vitu ambayo vimevifanya e, tangu zamani lakini na vingine vikaongezewa e, ilipoingia katika mfumo wa soko huria ambao umefanya China kutoka katika taifa maskini kwenda katika taifa ambalo ni tajiri, kutokana na kujimarisha katika sekta hiyo ya viwanda kwa upande mmoja, kwa e, upande wa China, lakini pia katika sekta ya, ya ujenzi, China imekuwa ikihusika sana na ujenzi mkubwa unaoendelea, iwe ni barabara, iwe ni ni, ni, ni, ni mabwawa kama hayo ya kuzalisha umeme iwe ni viwanda na kadhalika. E, imekuwa ndio mkandarasi mkuu katika Afrika na Tanzania. Sasa katika kufanya hivyo e, kuna nyakati ambazo wanatuma wafanyakazi kupoke, ina watu bilioni moja nukta nne wafanyakazi wale, wanapokuja wanapomaliza mikataba yao huwa wanasoma soko la ndani kwa mara nyingi wengi huwa wanapenda kubaki kwa ajili ya kufanya biashara, kwa sababu tayari wana mahusiano na China, inakuwa ni rahisi kupata bidhaa kutoka China kuleta huku. Madai yenye msinde yanaweza kuthibitishwa na utafiti ambao The Chanzo ili hufanya mwaka jana, ambapo tulibaini kuwa makampuni ya China yamekuwa yakihusika kwenye ujenzi wa barabara za hapa nchini kwa zaidi ya asilimia themanini. Muhidini Shangwe ni mhadhiri kutoka Chuo Kikuu cha Dar es Salaam na mtafiti ambaye amekuwa akitafiti mahusiano kati ya mekua, mausiano, taifa la China na nchi za Afrika. Hapa akatueleza ni kwa nini suala la uwepo wa wafanyabiashara wageni Kariakoo limezua taharuki. Uh, Kariakoo inakuwa na inaleta si, si, si, si, taharuki labda ndio nani nzuri kwa sababu kwa sababu ni katika muktadha wa uwekezaji na nimesikia baadhi ya watu wakihoji kwamba Uh, uh, wakiona mchina ni mchuuzi pale Kariakoo anasema, huu ndio uwekezaji, lakini hiyo inatokana na narrative nzima ya dhana ya uwekezaji inavyoelezwa na inavyowasilishwa kwa wananchi, kwa sababu kwa wananchi wengi uwekezaji ni kwamba wanafikiria makampuni makubwa, wanafikiria mitaji mikubwa. Sasa wakiona mtu ambaye anauza nguo Kariakoo, wanaona huo sio uwekezaji, ndio, na ni rahisi sana kumlaumu mgeni uh, katika, katika dhana kama hizo ndai sana kumlaumu mgeni uh, lakini wakati mwingine ni, ni namna hiyo dhana ya, ya uwekezaji ilivyotafsiriwa na ilivyowasilishwa kwa wananchi, kwa wanaona kwamba hawa Wachina wa aina hii sio wawekezaji, kwani wanafanya kazi ambazo uh, sisi ndo tutakuwa tufanye. Nilimuuliza Shangwe kama kitendo cha Tanzania kuanza kuchunguza uwepo wa raia wengi wa kigeni Kariakoo kinaweza kuathiri mahusiano ya muda mrefu ya mataifa hayo? Kutakuwa na kutakuwa na athari uh, kama kwa mfano serikali ikichukua hatua kali, kwa mfano ya kuondoa China, na, na lazima tukumbuke kuna watanzania wako China, wanafanya biashara. Na hii dhana kwamba wachina wako wengi Kariakoo, sijui kama nyie imefanya utafiti, lakini wengi wangapi, sindio? Uh, ukiona Wachina kumi, mtu anaweza kusema wamejaa Kariakoo, si ndio? Kumbe wako kumi au wako ishirini, si ndio? <coughs> Kwa hiyo haja ya kufanya utafiti kwanza kujua wako wangapi. Uh, umeuliza swali kwamba wamefikaje, kujua mchakato mzima wame, wako na visa ya aina gani? Kwa sababu unapoenda nchi, si ndio, unaomba visa. Kuna visa biashara, kuna visa utalii. Sasa hayo ni mambo ya kiufundi ambayo serikali labda inaweza ikachunguza kachunguza. Uh, lakini kama nilivyosema wapo Watanzania wako China wanafanya biashara hasa mji wa Guangzhou, uh, si ndio, na wameajiri wa China. Hiyo kitu sisi hatujawahi ku, hatujazoea kuona eh. Tumezoea wa China wanakuja hapa wanafungua biashara wanaajiri Watanzania, hatujawahi ku, kuona hatujazoea kuona Mtanzania yuko China anafanya biashara wafanyakazi wake ni wa China, si ndio. Mamlaka ya jiji la Dar es Salaam imesema kuwa tatizo la wafanya biashara wa kigeni Kariakoo sio kubwa kama linavyoelezwa. Hiyo ni kutokana uh, mba... na takwimu za wafanyabiashara walizo nazo. Ni kweli lazima tukubali kwamba soko la Kariakoo linahudumia pia uh, wafanyabiashara au linafanya biashara na wageni mbalimbali, ambao nao mba wanakuja wana katika nchi yetu ya Tanzania, ni karibu nchi kama kumi na mbili ukiangalia zile nchi ambazo uh, wao hawajapata bahati au neema ya kuwa na bandari kama ya kwa hiyo otomatikali mazingira yanakaribisha wageni kuja. Kwa hiyo sisi tuna wageni mbalimbali mbali katika uh, katika soko letu la Kariakoo hmm. na sio kubwa hivyo kama ambavyo wageni wapo, ni kweli. Tunaposema ni kubwa tungeingekuwa yaani, wageni wanazidi wenyeji, tungesema ni kubwa. Lakini ukiangalia katika jiji letu la Dar es Salaam kwa ujumla wake, tuna wafanyabiashara elfu arobaini na mbili na tisini na sita, lakini utakuta wageni ambao tunao ambao tayari wamepata leseni kupitia mifumo yetu mia mbili hamsini nakuta hata kama ukipiga kwa pasenti unapata ni sifuri point sifuri sifuri kwa sababu ni kiasi kidogo sana cha, aa, cha wazawa. Kwa sababu, wazawa kwa sababu wazawa wanakaribia elfu arobaini na moja mia nane arobaini na sita kufanya biashara. Kwa hiyo tatizo hili ambalo mtangazaji unalizungumza sio kubwa vile. Tatizo lipo na tatizo ni kubwa ukiwasikiliza na wafanya biashara, ni kwa sababu wanafanya zile biashara ambazo na wao watakiwa wafanye. Ni ukiangalia unasema ni competition, lakini wanalalamika kwa sababu wanafanya kazi za machinga ambazo zitakiwa zifanywe na wazawa. Nafikiri ndio tatizo kubwa. Uwepo wao sio tatizo, lakini wanafanya hizo shughuli ambazo tungetegemea zifanywe na wazawa, lakini wao wanafanya ni Machi 17 mwaka 2025, kamati ya ufuatiliaji wa biashara kati ya wazawa na wageni iliwasilisha ripoti yake kwa Waziri wa viwanda na biashara Selemani Jafo. Madai mengi ambayo The Chanzo ilielezwa yalikuwepo pia kwenye taarifa ya kamati hiyo. Mheshimiwa Waziri, katika mahojiano na wafanyabiashara na wadau mbalimbali, kamati ilibaini pia wageni wanauza bidhaa kwa bei ya chini, hivyo kupunguza uwezo wa wazawa kuhimili ushindani wa soko. Lakini pia tulibaini udhaifu katika uta, utaratibu wa upangishaji wa wafanyabiashara. Mheshimiwa Waziri, wageni wanaondoa wazawa katika maeneo ya biashara waliopanga kwa kutoa pesa nyingi kuliko wazawa kwa kulipa kodi kubwa na matumizi ya malipo ya ziada yanayojulikana kama kilemba. Mheshimiwa Waziri, kamati pia ilibaini baadhi ya wafanyabiashara wa kigeni kushikilia mnyororo mzima wa thamani katika sekta ya biashara. Mheshimiwa Waziri, hili tulilibaini kwenye mahojiano na wafanyabiashara kwamba wafanyabiashara wa kigeni wanamiliki mnyororo wote wa thamani tangu bidhaa zinapoingizwa nchini hadi kuuzwa kwa mlaji wa mwisho kwa kuwa wafanyabiashara wa, wa kigeni wanaagiza mizigo kuitoa mizigo hiyo bandarini na pia kusafirisha kwenda kwa wateja na kwa walaji kwa kutumia kampuni zao za usafirishaji bila ushiriki wa wazawa. Uh, Mheshimiwa Waziri pia kamati libaini biashara za wageni kusajiliwa kwa vitambulisho vya wazawa. Kwa hiyo wazawa wanatumika kama wafanyakazi, lakini pia ndo wanakuwa wamiliki, lakini ukija wamiliki halali wanakuwa wafanyabiashara wa kigeni uh, sababu zizo pia ku Uh, mwenye Mheshimiwa Waziri, sababu zinazochangia wageni kupewa vibali na leseni kwa kazi na biashara zinazodhaniwa kupaswa kufanywa na wazawa zipo nyingi, lakini mojawapo ni pamoja na sheria zetu kutoainisha bayana aina ya biashara na ajira ambazo hazipaswi kufanywa na wageni. Lakini nimesikia mapendekezo yako mengi, kubwa zaidi, kama serikali tutaendelea kuyafanyia kazi na hasa pendekezo kwamba idara ya uhamiaji na idara ya kazi wafanye operesheni maalum ya pamoja kwa eneo la Kariakoo. Kwa vile yote tumepokea taarifa hii, niombe sasa idara ya kazi, uhamiaji, nendeni saiti, kapitieni maeneo yote ya Kariakoo kubaini watu wote ambao wanafanya kazi kinyume na taratibu na biashara. Lakini hili niliombe kwa mikoa mingine, kwa sababu Kariakoo hapa tukizungumza Kariakoo tunazungumza mkoa wa Dar es Salaam, lakini tuna Ilala, Arusha, tuna Mbeya, tuna Mwanza, maeneo hayo yote ya miji, tuna Dodoma. Imani yangu kubwa idara zetu za kazi, uhamiaji katika maeneo hayo wataendelea kufanya kazi, sababu eneo hilo, hii ilikuwa kama ni reference point. eneo la kuonyesha wapi me, me, changamoto hii ilipo. Maana yake ni kwamba changamoto hii itakuwa Arusha, itakuwa Mbeya, itakuwa Mwanza, itakuwa Tanga, itakuwa Dodoma na maeneo mengine. Kwa hiyo sasa idara za uhamiaji katika maeneo hiyo kupitia mikoa hiyo sasa tufanye kazi hizi za operesheni, lakini tukianzia na Dar es Salaam. Uh, jambo la kwanza tunalohitaji ni kuhitaji tuendelee kufanya biashara. Unajua nchi yeyote ile haiwezi kuendelea bila wananchi wake kulipa kodi. Kwa hiyo tunatamani tuendelee kufanya biashara, tulipe kodi kama wazalendo ambavyo tumekuwa lipa kodi na mambo kadha wa kadha. Sasa ishu hii imekuwa ni ngumu sana kwetu namna ya kulipa kodi na mapato yamekuwa kishuka. TRA kila siku wanapita pale, wanauliza jamani, mbona makadirio amlipi, mbona kitu hiki hatuoni kodi? Kwa sababu na sisi tumebanwa. Tulichokuwa tunahitaji ni kwamba huyu mchina asifanye biashara kwa uchuuzi, aje afanye biashara kama ni biashara ya uwekezaji, awekeze kweli, tuone watanzania wenzetu wamepata ajira pale, tuone watanzania wenzetu wamenufaika kupitia wale. Lakini hizi biashara ndogo ndogo, unauza kitu cha mia mia mbili mia mia mbili unauza mpaka, mpaka kalanga Haijakaa vizuri sana, mlaumu nani? Ni serikali, yeah. au ni Mtanzania? Kuna mahali sisi lazima tuambizane na tuambiane ukweli kwamba tuache kusaidia raia wa kigeni kufanya biashara ambazo wao hawaruhusiwi kuzifanya kwa mujibu wa sheria na utaratibu. Kwa hiyo hatusemi wageni tu waondoke kabisa, lakini kwenye biashara isingefaa wa wawepo, kwa sababu ni kitu ambacho tunakiweza, tunakiweza na tunaujuzi nacho. Waende kwenye maeneo kama ya barabara ambapo tumeona wanafanya miradi mikubwa, kwa SGR pamoja na mingine, lakini pia waende kwenye miradi ambayo mingine labda la pengine inahitaji ujuzi na teknolojia ambazo sisi hatuna.